Mambo vipi, ewe mwanafamilia yetu wa nguvu wa Blue House Dex Media. Taarifa ambazo tunazo mpaka hivi sasa ambazo zimeweza kutufikia ni taarifa za kushtusha kweli kweli, ambapo imekuwa kama break news. E, Shilole apata ajali ya gari akitokea huko Kigoma. Taarifa hizi e, zimeweza kusambaa sana katika page na mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, e, ikionyesha jinsi gari lake lilivyonyang'a nyang'a paka hivi sasa baada ya kupata ajali. Eh, kuna clip ambayo imesambaa ikionyesha gari hilo majira ya usiku ilikuwa limerekodiwa aina ya Alphard eh, likionekana liko nyang'a, nyang'a kweli kwelikweli, so eh, eh, kiualisia ni kwamba msanii na mfanyabiashara huyu Shilole amepata ajali ya gari usiku wa jana akitokea Kigoma kuelekea Dodoma. Kupitia ukurasa wa Instagram wa mbunge wa Kigoma mjini Babalevo, amethibitisha hilo kwa kuandika, jana usiku dada yangu Shilole alipokuwa akitoka Kigoma kurudi Dodoma alipata ajali ya gari aina ya Alfa baada ya kugonga, eh, eh, kugonga ng'ombe maeneo ya Malagarasi. Eh, tunafuatilia Eh, afya yake kwa karibu, kwa sasa amelazwa eh, Tabora. So hizi, hizi ni eh, taarifa za kushtusha kweli kweli. Na nakumbuka kwamba Shilole eh, ni amezaliwa Kigoma, of course eh, katika wilaya ya Igunga. So eh, kwa sasa yuko hospitalini huko Tabora japo ije kwa ni Tabora mjini ama ndo huko kwa kwao, eh, Kigoma. Taarifa hizi zimeweza kushtua eh, watu wengi sana. Napitia baadhi ya comments za dau watu walikuwa wanatoa eh, pole nyingi sana. Unasoma kusema kwamba hii Mungu akulinde sana vifo wa ni wakati wote haijalishi umepita umeingia ume mwaka mpya, lakini lolote linaweza likatokea ndani ya hizi siku za mwanzoni katika huu mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita. Naona eh, eh, eh, huyu komenti yake imeweza kushangaza watu wengi sana, ameacha kujali mtu, ameanza kujali ng'ombe. So far so good. Ng'ombe pia na yeye ni mnyama ambaye kaumbwa na Mungu, kwa hiyo e, tusishangae sana. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba e, wananzengo. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba uh, e, vipi e, kuhusiana na afya yake mpaka hivi sasa. Mwingine kaweza kusema kwamba jamani, Shilole ana bahati mbaya siku hizi, apone tu aje atengeneze na Watanzania, maana si kwa chuki hizo mtu anang'ang'ania ana, ana, hai wake wengine wanauliza kwa nini hajafa, ila si vizuri hata mtu awe mbaya kiasi gani, ni bora mlivyofanya kwa, kwa biashara yake ili e, ila kwenye kupambania maisha tunaombeana, pengine akiamka anaweza akarudisha uhusiano na ukawa mzuri. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba huyo ng'ombe wanaendeleaje sasa. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba sipendi e, pilau e, mwingine akaweza kusema kwamba vipi lakini e, amesalia kweli maana E, tumechoka hu sema kwamba mnaanzisha taaruk, mnaanzisha e, taharuki, hu sema kwamba e, jamani, e, tumwombee sana Shilole, haijalishi hata kama mangapi ametokea, lakini Mungu amsaidie. Hizo ni baadhi za komenti za wadau ambazo walikuwa nazitoa Eh, kufuatia eh, peji yake ya Instagram so kwa upande wake, baba Leva alikuja akaandika hivi: jana usiku, dada yangu Shilole alipokuwa akitoka Kigoma kurudi Dodoma, alipata ajali ya gari aina ya Alphard baada ya kugongana na ng'ombe maeneo ya Malagarasi. Tunafuatilia afya yake kwa ukaribu kwa sasa amelazwa Tabora. Hiyo ndio ilikuwa e, chapisho e, la official bila bila vopa e, baba levo katus mbunge na mheshimiwa huyu wa Kigoma mjini. Comment zimekuwa nyingi sana kufuatia hichi e, hii break news e, ambayo imeweza kutufikia majira ya sasa hivi. Unazungumzaji hili kama mwanafamilia wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media, kisha komenti yako hapo chini kutuhakikishia kwamba uko pamoja na sisi, tutaendelea kuletea habari pale pindi ambapo zitatujia kufuatia hii eh, issue ya Shilole. Subscribe.